Yes, bwana mtazamaji wa Kijumbe Brand TV na wewe mwana spoti, nikwambie, mimi ni Christian Ale, lakini pia kama bado hujasubscribe, basi fanya kusubscribe ili pia wewe wa kwanza kupata habari zile ambazo tunazidi kukusogezea hapa. Lakini leo kubwa kuliko ni mnyama Simba, ambapo amigawa kipigo cha goli tano kwa moja dhidi ya Pamba Jiji katika uwanja wa KMC Dar es Salaam. E bwana, nikwambie rasmi ni Simba Sports Club ina tiketi ya kushiriki michuano michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao wa 2025 2026 baada ya kufikisha pointi 66 katika msimamo wa ligi kuu bara, ambazo haziwezi kufikiwa na timu zilizopo chini yake. Simba bwana amefikisha pointi hizo baada ya kuifunga Pamba Jiji bao tano kwa moja kati ya mchezo wa ligi kuu bara uliofanyika siku jana Alhamis Mei 28, 2025 kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam, lakini Jean Charles awa kwa kiasi kikubwa ndiye aliyemaliza kazi hiyo baada ya kufunga mabao matatu katika dakika 16, lakini pia dakika 37 na na dakika ya 52 ambapo mawili yalitokana na mipira ya kutenga, ambapo bao la kwanza walifunga kwa penalti baada ya Jesho Mutale kufanywa madhambi kwenye eneo la penalti eria. Na kuingia kwa bao hilo bwana kulifanya Pamba Jiji kupambania pointi, ikifanya mashambulizi kadhaa kupitia mshambuliaji Matthew Tages, lakini safu ya ulinzi wa Simba chini ya kipa Musa Kamara ilikuwa uh, ulikuwa ni wa imara zaidi. Na katika harakati za kuongeza mabao, dakika ya 37 Simba iliendeleza mashambulizi, ambapo Mutale alifanywa faulo nje kidogo ya eneo la hatari la Pamba Jiji ndipo Awa, akaitumia vizuri nafasi hiyo kufunga moja kwa moja na kumwacha kipa Mohamed Kamara akishindwa uruka. Na kipindi cha kwanza kilichukua mashambulizi kadhaa pande zote huku faulu za hapa na pale zikimfanya mwamuzi wa kati Shomari Lawi kuonyesha kadi tatu za njano kwa wachezaji wawili wa, wa Pamba Jiji na mmoja wa Simba, na kipindi cha kwanza kilimalizika kwa Simba kwa mbele kwa mabao mawili kwa sifuri upande wa Pamba Jiji. Lakini mwanzoni mwa kipindi cha pili Jiji ilifanya mabadiliko kwa kumtoa Paulin kisini na kuingia, na kuingia Saleh Masud huku Simba ikimtoa Abdul Lanzaki amza na kuingia Chimalon, na dakika ya 52 awa alihitimisha hattrick akifunga kwa kichwa cross ya Elia mpanzo ambaye hii ni assist yake ya tatu kwenye ligi msimu huu. Na baada ya Simba kufunga bwana bao hilo, Pamba Jiji walionekana kasi ya mashambulizi kupungua hivi na aliyo bwana litafsiriwa kwamba ni kama amekata tamaa ya mchezo, lakini wakati wa mchezo ukiendelea, ukingoni dakika 83 na amefunga bao la nne na la tano ambapo sasa amefikisha mabao kumi na mbili. Hicho ndicho kichapo ambacho Simba wamewaadhibu Pamba Jiji katika uwanja wa KMC Dar es Salaam. Mimi ni Christian Ale na hii hapa ni Kijumbe Brandi TV. Kama bado hujasubscribe, nizidi kukuomba subscribe, subscribe, ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa tunakusogezea, lakini pia ujiunge kwa mwanafamilia wa Kijumbe Brandi TV.